Mimi sikudhani jitihada zangu zote hizi kweli nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waoga sana yangu kama ili matokeo yake ni hayo, Mwenyezi Mungu ni mime... <laughs> jitihada kwamba katika mambo ya msingi you don't say yes na dhamiri yako, dhamiri yako inakataa said you pay the price. Katika kusimamia mambo ya, ya msingi, nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo na msimamo wake ni public hmm. Nchi haiongozwi kwa janja janja hivi, naongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa kabisa wa kwa kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na bila udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza wanatutawala kwa kufata sheria sheria zinawabana hivi watatuongoza ndani ya ya pili. Ni kuona kwamba viongozi wetu wanatuongoza kutokana na maamuzi ya vikao, maana ndio maana ndio maana ya, ya demokrasi. Maamuzi ya kidemokrasi yanatokana na vikao, siko tabia mbili sasa hivi. Moja ni kujaribu kukopa vikao. Sasa tabia hii isizoewe ya kuzuia vikao kuzungumza tuzungumze tu mambo mambo ya nchi wazi wazi. Ora, lazima yazungumzwe waziwazi katika ya vikao rasmi vilivyowekwa. Kwa hiyo lazima jitihada ya kusimamia kwamba tunasimamia nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba, maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao, lakini kuna ujanja wa kukwepesha mazungumzo. Hizi ndizo dalili za, za dikteta na, na lazima zikemewe ndio hawaelewani mmoja wao na anaeleza sababu yake ya, ya kuriza ndizo taratibu za kuendesha nchi ni namna moja ya kubana ya ku, ya kwamba tuongoze nchi kwa, kwa taratibu zinazoelewa kazi zinazokubalika. Hayo ndio lazima ya hayo ndio ya kukazania. Ni muda wa kuchukua nafasi yako a na meza ya HW yeah. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya zaidi.